inarejeshwa vile vile, ambao anakwenda nje, iwa mpira umeguswa nakwenda kwa kona. Haya, eneo maema nasimama nyuma ya mpira, mashabiki wakiimba, kona goli, kona goli. Subiri kuone kama inaweza kutokea. Imeanzishwa kona fupi kwa Joshua Mutale, aribkusugusha krosi anakwenda tena nje, kona nyingine. Haya, eneo maema tena Mpira juu moja kwa moja, gonga kichwa kile! Simba awachekeshi na Simba wachoki, kama mzee wenu Clemens Mwandambo. Simba wanatangulia, dakika za mwisho kabisa kipindi cha kwanza, mpira wa kichwa ambao unakwenda kumalizwa ule, alikwenda moja kwa moja kutazama nafasi na akafanikiwa kujaza ile mpira kwa kichwa kona nzuri sana, niyo maema alikwenda juu, mlinzi wa kati, nyota wa zamani wa JKT Wilson Nanungu anafungua kaunti yake ya mabao kwenye kikosi cha Simba, dakika za mwisho kabisa kipindi cha kwanza, anawapa bao la kuongoza. Yusuf Kagoma tabaliza mpira ambao anapita kwa Shomari Kapombe, show me the way, Soa Jonathan anapita tena, Soa Jonathan Kibu Denis, Kibu Denis Prosper anazika hai matumaini ya Nsingizini. Kamkuta Shomari Kapombe, show me the way, baba ester Jonathan Soa akapika na kuweza kuweka pasi ya upendo kwa Kibu Denis Prosper, twist and turn kadondosha bega la kushoto, akageuka na bega la kulia. Kibu Denis Prosper fantastic, kuweza kuandika bao la pili. Kibu ni bao lake la kwanza msimu huu. Pasi ya kisigino, pasi ya kisigwato, pasi ile imepigwa kwa kikanyagio na kuweza kumkuta Kibu Denis Prosper. Pengine presha inaweza kushuka sasa. Yusuf Kagoma Nabi kwenye nafasi ya Moris Abraham, anamwacha mtu chini, anapiga mpira kwenye nafasi tena, Kibu! Kibu Denis anazidi Kibu Denis kutanua wigo na kuweka hai matumaini ya wekundu wa Msimbazi, Simba, na uguruma Somlolo National Stadium. Kibu Denis Prosper, kazi nzuri ya Moris abraham halionekani kuwa na furaha. Michozi, michozi linaloumiza moyo kwa shabiki huyu wa Nsingizini Hotspurs, haamini hiki ambacho anakiona. Kila akifikiria ya timu yake ni lini ili ruhusu bao la tatu ama idadi ya mabao kwenye neti zao, haionekani kuwa presha kwa Dimitari Pantev, anakiamini anachokifanya.